Si tunamuuliza duka la talaka liko wapi? Duka la kuwa talaka liko wapi? Uba tuwe wacha Mungu. Ukishakuwa mcha Mungu, maana yake unakenda kupata nini? Kupata pepo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa kweli tunafunga, kweli tunaswali, kweli sisi ni wacha Mungu? Ndiyo mada ya leo, ni mada muhimu kweli kweli. Wengi wetu wanadhania ukiingia msikitini, Allahu akbar, samia llahu liman amida, tayari kamaliza, ndo dini, ndo Uislamu, kijitherusi katika dini. Lakini dini ina vitu vingi, ama Uislamu una vitu vingi, basi wala vijue vichache, ili viweze kukusaidia ya maisha yako, funiyani kaburini na kesho lakini ni vyema basi ukabakia katika darsa uliko kwenda katika mdahawo hivi sasa uliko kwenda kucheza mpira. uliko kucheza drafti uliko kucheza bao hivi ni vikazi vya heri Mwenyezi Mungu Subhanahu anathibitisha katika hadithi ya Qudus. Wote wenye kukusanyika wanataja ni mustahidi katika dunia yao na akhira yao, mmoja yeye atasema. Lakini kwenye kikazi kile kuna mtu mmoja taberi sana, na yeye yumo kaka, yuko katika kikazi kile, lakini utapata fursa ya kuuliza lenge letu kumi na moja na mogo na nusu Asa, tumefanya nini? Tumemaliza ili kila mmoja akageki ushamisho kupata juvi nafukaliuko maisha yapate kwenda. Kwa hiyo, tuvumilieni, uvumilie na kupota mnamaaosadr ila ahiri laya si vingine, Mwenyezi Mungu walipo wenye kusubiri malipo makubwa. Kwa hiyo, kaa tu ulipo lakini kuja tia nia ya itikafu na waitu sunnatan ya itikafu, alafu vumilia, ili upate maarifa, upate darsa nyakati hizi. Hivi ndio vikazi vya kukaa. Kama lipo la kushauri, basi utapata fursa ya kutushauri, kama ivyo fursa ya kushauri, na utapata fursa ya kufanya nini ya kutushauru lakini, utaratibu wa jangi la Ramadhani limeanza tokea mwezi ishirini na tisa mwezi thelathini Shaaban, pale msikiti hadiria tulifungua pale, tushakwenda mbande huko, leo tupo hapa, kesho tutakwenda na mbande inyuma akdaaleamia Azam. Tumekusudia baadhi ya misikiti tupite, ili darasa hizi na mada si moja tu, mada ziko si nyingi, na moja ya mada kama jana tulikuwa na mada ya ndoa. Aa, ndoa ni nini ivi? Kweli wao wanaishi katika ndoa, lakini ya kustahiki kufungisha ndoa hapa? Ukiuliza asilimia 80 ndoa nyingi tumefungishwa na baba wadogo, ili kuaja mpaka baba mdogo wa kufungisha wale ndoa ilistahiki Kwani baba mdogo ni nafasi ya ngapi kwenye kuwa wali? Wengi wetu wakujifunzwa ndoa nani na baba wadogo watu wengine, utajijuaje hilo? Lakini wapa watu leo hii wanakuja pale ofisini kwetu, mwanamama anakuja na pesa laki mbili, laki tatu. Shehe limekuja laki tatu, hii hapa hii. Yule Bakari simtaki, simtaki samba, simtaki kwa kuwa yeye aliniopa mahali ya laki tatu. Leo nimeetelaitaakapa no, hapa tumalizane basi. Wakati mwingine yuko mwanamume anamteza mwanamke, amhudumii kwa chakula, amhudumii kwa maradhi, lakini vile vile hamwingilii mwanamke, ana habari naye kabisa. Inafika wakati mwanamke yule anaomba aaco basi ndikutarakaangu mimi, mimi na taabu ambazo tunazo katika maisha yetu ya kijamii ya kila siku, umechelewa kujua. Inawezekana umejua lakini umesahau. Darsa hizi zitakupungusha wewe juu ya ibada zako, juu ya maisha yako ya kijamii, juu ya maisha yako na familia yako. Ni darsa muhimu kweli kweli. Ukisikia leo wako msikiti fulani, kimbilia nenda, kachukua ilmu alilmu yuta

fanye kule, si tunasema hapana. Mtume Muhammad, mtume Muhammad wakati anatua amri ya kulingania aliangua kwanza, anza wapi? Nyumbani, anza nani wako kwanza, waelimishe watu nani wako, alafikisha natoke nje ya nyumba yako. Tunakwenda baadhi ya misikiti katika darasa kama hizi, kuna mtu anatoka nje, kama bae analala kabisa. Nini? Fursa hii inakujia kwa mwaka mara moja. Ukikaa hapo na nia ya itikafu, thawabu. Ukaa peke yake, thawabu kwa inna lillahi kwa inna ilayhi, ikawa hii ndio amali wa yangu ya mwisho. Hatuzuii watu kutafuta riziki, lakini ukifika wakati wa kuitwa, tuwe pamoja walau kwa masaa mawili kwa nusu saa, kwa lisani moja, kwa ajili ya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Tuvumilieni, tusubirini, kwa sababu hayo macho yako mawili ni fursa, masikio yako mawili ni fursa, zako mbili zinanusa ni fursa, mdomo wako wa kuzungumza ni fursa, mikono yako miwili ni fursa, miguu yako miwili ni fursa. Kuna siku utasimamishwa mbele ya mahakama ya Mungu, utaulizwa juu ya viunga hivyo ulivitumiaje? Watahi fima ataka Allahu daran akhira. Mungu anakwambia wewe, tafuta kupitia hivyo vifaa, hiyo afya yako, pumzi yako, maisha bora yakwenda kuishwan akhira, wala tansa nasibaka min dunia

tupate kutuma tupate kuelimika kwa yale ambayo tumia sahau au hatukuwahi kuwasikia. Yawezekana akaenda mbele safari kutusaidia, apate salama duniani na kesho akhira. Baada ya kusema inshaalla, nimwombe mahadhiri wetu Shekhu Ibrahim Wakabangwa, ndiye ambaye atufikishia mada hii. Mwalimu, mada hii agoza, napendekeza nusu saa pabewa madakika arobaini ili tunasobakia zile zile fursa za maswali, na wao na wao waumini wapate kuuliza kile ambacho kinataabu katika dini zao ama katika dini yao, na pia ikiwezekana wapate majibu. Kwa hiyo shamba, baada ya dakika arobaini imana tutapata fursa ya kuuliza maswali. Kwa hiyo kama unalo swali liandae lakini vizuri ukauliza swali ambayo aliko ndani ya mada. Ukielewa sana, maswali yatakosekana yo maada, basi tutaruhusu maswali nje ya nje ya mada. Lakini mwisho kabisa, ushauri baraza ile tapata inafanya kazi ngumu, kazi kubwa, nini kifanyike? Nini tufanye? Leo tumefanyi hili ama, tupetengeneza hili la jamvi la Ramadhan, lakini Tunarusha live na TV na nani, nani wanaweza TVC tu. Wanarusha live kwa ukubwa wa Haresa na ukubwa wa eneo lile na kila kipindi kurushwa basi inaonekana kama kataba kwata au kufanya chochote kati ya ile. Sasa lakini ndio tulifikiria hili jambo. Ramadhani tufanye nini? Tukapata ibuka baba na tulamisheni busati na mtoro. Ukutufanya jambo la Ramadhani, tukaenda kwa shekhe sheh kumtaka ushauri, akasema jambo hilo zuri sana. Kwa jambo zuri inshaallah, na hapa kwangu vile lipie legililifanywe ndo asili ya jambo hili. Kama lipo lingine zuri kwaumini, mtushauri sisi, pekee tu hatuwezi bila ya nyinyi, tushirikiane, tufanye kwa ajili ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Shekhe Ibrahim